Leo ni fainali ya Samia Cup na Samia Cup imeandaliwa na Crown Media. Ukimwona Dula unakuwa umeiona Crown Media pembeni. Niko na Dula ambaye leo atasimama kama MC wa shughuli nzima ya fainali za Samia Cup shiba kwa ajili ya kusherehesha watu wanakutana marafiki hmm. Wanakutana ni furaha kwa kweli, hmm. Alikiba anasema alipewa idea na watu wake ofisini ulikuwa hmm, ni mmoja kati ya watu ambao walikuja na hii idea ya Samia Cup. Nikisema mimi ni mmoja wapo nitakuwa najipakulia sana minyama, ni timu kiujumla hmm. Kama alivyosema watu wake hmm. Inamaana ni kwamba ni timu, kama unavyojua Crown Media ni taasisi ambayo inakutanisha vichwa vingi vijana hmm, wachanga ambao wana hmm, mawazo mapya hmm kwa hivyo ni faida mojawapo ya kuwa na ile new cream ya mm. vijana kwenye tasnia mm. na matokeo yake ndo haya. oh, yeah. mm. Samia Cup imebeba watu wengi sana maarufu, watu wa mitaa tofauti tofauti. mi nahitaga mtoko wa Ramadhan. leo tunafanya final, kilichotokea mlikitarajia au kimeenda beyond? kimeenda beyond. mimi nilitegemea yatakuwa tu ni mashindano ya kawaida mm -hmm. na baada ya kuona mambo yanatana Hey, nikasema noma sana. Kumbe watu wanapenda football mzee. Noma, noma. Noma sana, na nafikiri uh, nitoe pongezi za dhati kwa kitengo cha digital cha mm -hmm. Crown Media kwa sababu ukitaka kujaribu kuuliza watu, asilimia kubwa ya watu wengi ambao wamekuja hapa ni kutokana na matukio yeah, ambayo walikuwa nayaona mtandaoni. Yes. Inawafanya waone no, siwezi so kubaki nyumbani, ndio unaona umati kama huu mm -hmm. wamefanya kazi nzuri sana vijana si, timu yenu ilitolewa mapema sana, lakini kuna timu ambazo zimefanya vizuri, pengine zimechangia watu Kuja uwanjani. Timu gani ulikuwa unaona ina vibe sana siku ikicheza? Lamata obvious. Lamata village ni watu ambao waliachukulia very serious haya mashindano. Utaona wakija wanakuja na washangiliaji wao vigoma sound. Yani unaona kabisa watu wapo very, very, very serious na wao wameongeza chachu kubwa sana ya mashindano haya, tofauti na hapo, unaona timu zinakuja tu kawaida, wanakuja viongozi, wanakuja wachezaji, ni kama vile tunaenda tu kucheza mpira, lakini kwa Lamata wao wamechukua hii fursa vizuri tu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kweli. Mm. Kama utakuwa na neno rasmi la kuambia Lamata Village litakuwa nili, nitawaambia kwamba kile ambacho wamekifanya kwenye mashindano haya wameongeza thamani kubwa sana ya Samia Celebrities and Companies Cup, na tunawaomba uh, mwakani wasiache kushiriki kwa sababu tumeona nguvu yao na tumeona umuhimu wao yeah. Yeah, niambie leo kikubwa ambacho utafanya huko, kama watu ambao wanakusubiria ukasherehesha leo mashindano uh? Kusherehesha ni football yenyewe. mm -hmm. Inatosha kabisa. Sema uh, mimi nitaenda tu katika ku connect vitu. Una, unajua final ikiisha, kuna zawadi zinatoka, nani mchezaji bora, nani kipa bora, referee bora wa mashindano mm -hmm. Hao watu wanabidi watangazo, ili watoki walipo waje Hmm. Kwa hiyo ndio shughuli ambayo itakuwa inafanyika. Kikubwa ambacho anasisitizia kwa watu ambao wako hapa kutazama. Utulivu. Wakae watulie wafuatilie game na watumie nafasi hii pia ya kuongeza network yao, mm, kwa sababu kuna watu mbalimbali humu mbali ndani, mm. Kwa kama mtu unamuona na unahisi anaweza akakufaa kwenye shughuli zako mfate azungumza naye, badilishaneni namba, mambo okay, mm, yatokee. Cha mwisho kabisa, nawapenda sana na natoa shukrani kwa wote ambao wame-support Samia Cup.